Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa wa wabarakatu. Awali ya yote tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kujalia uzima na afya na hatimaye tunaendelea na mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tuna wageni wetu wanatoka Discover Islam. Tuna brother Hamza hapa na mwenzake umetembelea kuna mazuri mengi ambayo tutajifunza kupitia wao. Kwa hiyo naomba utulivu wenu na usikivu, tuwasikilize na tujifunze. Lakini tuna madamu Amina hapa, ni trainer, kuna mambo ambayo atreini atatufundisha. Kwa hiyo tumsikilize kwa umakini na kama kutakuwa na vyovyote vya kuuliza, basi usisite kuuliza mpaka mwisho wafunzu wafunzu wafunzu wafunzu. Wafunzu. Mpaka wa mafunzo yetu. Pata cha nne, karibuni sana wasichana wa Mivumoni Islamic Seminary na wapo tayari kupokea mafunzo? Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam, habari za asubuhi, habari za mfungo subuhi. Ramadhani inaendaje? Eh, vibaya tena Ha, mtu anayesema vibaya jamani, huyo inabidi tumtathmini mara mbili. Unasema vibaya, upo katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, jamani, mwezi mtukufu kuliko miezi yote ambayo tumepewa na Mwenyezi Mungu, alafu unasema huko vibaya kweli? Especially pia tupo katika kumi la mwisho, kumi ambalo yani sijui nisemaje, yani ni kumi ambalo natakiwa uzidishe ibada kumi ambalo unapata ujira mara mia yake si ndivyo? Ko, tuko katika mwezi wa neema. Kikubwa kilichonileta mbele yenu hapa kinahusiana na afya ya uzazi, afya ya uzazi. afya ya nini uzazi. E, wewe kama mtoto wa kike wewe ni mama wa taifa la kesho, lakini pia wewe ni mke, si ndivyo? Eh. E, wote tuna plani za kuolewa huko am, am. Inshallah jamani, hakuna mtu ambaye yeye baadaye, sio sasa hivi, baadaye, inshallah, atataka aolewe, awe na familia yake na watoto wake, si ndivyo? E, inshallah, hii ni wazo ambalo kila mmoja wetu analo au atakuwa nalo, kwa hivyo masala mazima ya uzazi ni miongoni mwa kiungo cha msingi sana ambacho kinapelekea ujenzi bora wa familia zetu hapo baadaye. Tunavyosema tunavyosema afya ya uzazi, tunaanzia wewe hapo leo ulipo binti. Kuna kitu kinaitwa hedhi. Najua eh, hedhi ni nini? Nani anaweza akaniambia maana hedhi ya hedhi hapa, hedhi najua, mnajua, si ndivyo? Asilimia tisini wote humu tunapata, iko kitu eh? Au kuna mtu ambao hawapati? Kuna watu ambao hawapati. Yaani we kama umefikia umri ambao unatakiwa kupata, alafu upati basi kutokwa, kuna shida, unatakiwa umuone daktari, sawa eh? Huo ndio uzima wa mwanamke huo ndio uzima wa mwanamke. Lakini pia binti, ili binti ukamilike, hasa tuone kwamba uko mzima, afya yako iko sawa, lazima uweze kuingia, upata hedhi kila mwezi, si ndivyo eh? Kwayo hedhi ni nini sasa? Eti hedhi ni nini? Yes, Shadia. hedhi ni mfumo wa damu ambao inamtokea mwanamke kila mwezi. Hedhi ni mfumo wa damu ambayo inamtokea mwanamke kila mwezi. Sawa si sawa? Sawa. Eti sawa si sawa? Sawa. Sawa si sawa? Sawa. Sawa si sawa? Sawa. Kwa hiyo hedhi, jamani ni kiufupi, hedhi ni damu, si ndivyo eh? Ambayo inamtoka binti au mwanamke kila mwezi, kwa ule ndio afya. Sawa eh? Yani hedhi si ugonjwa, isipokuwa tu ukishaona umefikia wakati ambao unatakiwa upate, alafu hujapata ile kitu, ndio tutakuchukulia kwamba wewe ni nani? Ni mgonjwa Sio, tumeelewana vizuri kwa hiyo eh? Hii inatujenga vipi sasa sisi watoto wa kike? Yoyote ambaye eh, atapata hedhi, yeye ajihesabie kwamba amekamilika sawa eh, kwamba ana afya na amefanyaye, ametimia. Kuna watu, kuna watoto hapa na hisi watakuwa wadogo, yani anaona ile kitu ilhali akiwa hajui kute na miaka kumi na mbili E, kumi na moja inampata ile kitu, anaanza kuchanganyikiwa. Mtafanyeje? unachotakiwa kufanya ni kuwaona wale wakubwa zako, sawa wakakupa maelekezo na si kuanza kujichukia, sawa eh? e, najua huku kuna wataalam wenyewe waliobobea hapa. Inawahusu zaidi wale form 1, sawa eh? ambao ndo mara kwanza, huku form 4 washakubuhu wao, ah au sio, jamani Form four yamani, kuna mtu ambaye bado kililahi kweli? Basi ukamwone daktari. <laughs> Kama bado form four ukamwone daktari. Kwa hivyo ule si ugonjwa, cha kwanza. Lakini cha pili, ile damu ni miongoni mwa essential thing kwako wewe, yani kile kitu ni kitu cha msingi sana nafikiri uwaga tunaelekezana tuna mara kwa mara kuhusiana na umuhimu wa kile kitu, yaani unatakiwa kwanza, namna ya kujistiri, ujistiri katika namna ambayo asije akaona mtu mwingine, sawa eh? Yaani wewe usije ukaonekana yule, namna gani yule, yule juba lake namna gani, gauni mbona lime, limekaa ramani ya afrika hiyo, ah -ah, haitakiwi. Unatakiwa ujistiri vizuri katika hali ambayo hakuna mwingine atafanyaje atakayeona, oh. Lakini kingine ukiachana na kujistiri, yale materials ambayo utatumia kuweza kujistiri, baada ya kutumia unatakiwa uyafanyaje? <mukulikana> Ehe, hapo sasa ndo kuna shughuli, hapo sasa ndo kuna shida. Na watu humu hawajui wahifadhi vipi vile vitu vyao. Sawa, kuna wengine wanatupa tu, kuna wengine hapa usiongee sana e, lakini nafikiri tunatambuana vizuri tukiwa wenyewe, kuna zile lugha zetu tunaambiana. Yaani mtu kuna sehemu ambayo anaweka inatengeneza mazingira fulani ambayo sio, jamani hiyo kitu wa Waswahili wanasema hivi, yaani ile damu yako ndio uzima wako. Damu yako ndio nini? Damu yako ndio nini? Eh, maana yake unatakiwa uifanyeje? Uitunze. Wewe unaetoa kile kitu, yale materials, itafanyika demonstration hapa namna kwanza ya kuweza kutumia, lakini baada ya kutumia vile vitu wewe unachukua unaenda, unapachika sehemu kwa peupe kabisa, anaingia madamu Amina anaona kitu hiki hapo, anaingia rafiki yako mwingine anakiona kitu cheupe kimekaa pale kinaonekana. Ile haitakiwi sawa, eh? Kwa sababu gani? Una mambo waswahili pia wanayahusisha, eh, japo wanasema kisayansi hayo tusiyafikirie sana, lakini ndio mazingira yetu yapo, si ndivyo eh? Eh, yani mtu anaweza akaichukua ile ile damu yako akaitumia katika mambo mengine.